Tangu wakati wa uhuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza suala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan nayo na imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamfika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, Swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaaji wa mikakati mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Umi Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11 2023, katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania, muongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Karibu ndugu mtazamaji, katika kipindi cha lishe bora ni mtaji. Ni mfululizo wa vipindi ambavyo tunakuletea ni namna gani ambavyo unaweza kula chakula bora kupitia vyakula ambavyo vinaota katika miuta asili ya ardhi ya Tanzania. Kipindi hiki kimeletwa kwenu na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO ikishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yake ya kilimo pamoja na shirika la chakula na lishe TFNC. Kipindi hiki kiko chini ya mradi wa AgriConnect ambao umefadhiliwa na umoja wa Ulaya. Karibuni, jina langu ni Marion Elias. Lishe bora, katika jiko letu la lishe bora ni mtaji. Mgeni wetu leo ni Profesa Andrew Swai. Yeye ni daktari mstaafu, daktari bingwa lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha wagonjwa wa kisukari Tanzania. Atakuwa pamoja na dada Maria Ngilisho. Kwa pamoja, watatuonyesha ni namna gani ambavyo tunapaswa kula, kuzingatia, narudia kuzingatia, yale makundi sita ya chakula kama ambavyo tumeanza kwenye mfululizo wa vipindi vyote na tunavyoendelea lakini unapokula vyakula hivi unaepukika na magonjwa sugu na yasiyoambukiza, iwe kwa watoto wadogo, iwe watu wazima na mambo kama hayo. Karibuni sana uh, Dr. Swai pamoja na dada Maria katika jiko la lishe bora ni mtaji, karibuni. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali mbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi sita ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Leo tunaangalia, uh, namna ya kupanga mlo kwa wale watu ambao wana changamoto za kiafya. Hakuna sahani maalum ya mtu yoyote mwenye changamoto ya kiafya au tuseme ni mgonjwa. Bado wote wanazingatia kutumia angalau chakula kimoja kutoka kwenye makundi sita ya chakula, lakini kwa kuwa leo tuna mgeni ambaye amejumuika na sisi uh, Profesa Swai ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wagonjwa wa kisukari Tanzania, atatueleza kwa kina ni namna gani hasa wale wenye changamoto ya magonjwa wataweza kufanya uchaguzi wa chakula kutoka kwenye makundi sita ya chakula kama ambavyo yameainishwa kwenye mwongozo wa kitaifa wa chakula na ulaji ambao umetuletea mfano wa sahani ya mlo kamili. Karibu, profesa. Mimi ni Profesa Andrew Swai, ni mwenyekiti wa chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania na vilevile ni mwalimu chuo kikuu cha Kampala University hapa Dar es Salaam Gongo la Mboto. Nafurahi kuwa na, na nyie leo, ili tuzungumze kidogo kuhusu vyakula kwa watu wenye ugonjwa wa kisukari. Mwili wa mtu mwenye ugonjwa wa kisukari na mwili wa mtu ambaye hana ugonjwa wa kisukari, hakuna tofauti kwa mahitaji ya mwili wake. Tunahitaji ya makundi sita ya vyakula kwa ajili ya mwili wetu kuweze kuujenga, kuweze kutupa nguvu na tuweze kupambana na magonjwa. Kwa hiyo vyakula, aina ya nafaka vinakupa nguvu lakini vile vile vinakuwa vitamins, tusahau kuna vitamins ambazo zinahitajika kwa ajili mwili uweze kufanya kazi vizuri. Sawa. Vyakula vya kujenga mwili unavihitaji kama unakuwa, hasa watoto wanahitaji vile kwa wingi zaidi kuliko sisi wakubwa, lakini hata ukiwa mtu mzima bado unahitaji vile vyakula vya kujenga mwili, kwa sababu utachubuka utaumia huku na kadhalika, unahitaji zile ni proteins kwa ajili ya kujenga mwili wako, kutengeneza zile ni kinga na kadhalika, zote hizo unahitaji protein. Kwa hiyo unahitaji ule aina ya vyakula ambavyo ni ni maharage aina ya kunde na nyama na kadhalika. Unahitaji mboga mboga kama unavyoziona pale. Mboga hizo zinakusaidia kwa sababu zina vitamins kwa wingi, lakini vile vile zina aina ya kitu ambacho naita zile nyuzi nyuzi. Zile fiber, kwa kizungu zile zinasaidia sukari isiende haraka mwilini mwako, ili iende polepole. Sukari ikikimbia mno itakuletea matatizo. Na leo mimi nitawapikia hizi mbogamboga mnazoziona hapa, kuna bamia, kuna vitunguu, kuna carrots, kuna cabbage, kuna pilipili pili hoho na kadhalika. Mwenzangu hapa Mary Maria atawapikia mtama. Napika ugali wa mtama. Na tumefanya mtama kwa sababu shirika la kimataifa limetangaza ya kuwa mwaka huu ni mwaka wa nafaka ambazo zinatokana zina jamii ya mtama, mm-hmm. ambayo ni pamoja na ulezi, uwele, mtama na kadhalika Prof, nitakusaidia. Mm. Ndio, nashukuru. Kwa hiyo jana mm, mi ni jikoki katika ile kuzingatia usafi jikoni na mimi lazima niji lazima ujikinge hiyo. E, ni muhimu sana akaanza kuuliza aina, namna gani inakuaje? Alafu na nywele ni muhimu sana na kichwa kilipokuwa kikubwa. Asante, nashukuru. Tuanze kuweka mafuta, mtaweka kiasi kidogo kwa sababu sasa nami naingia jikoni, kwa hiyo kuhakikisha hali ya usafi uko sahihi <tunza> naona umeweka mafuta kidogo sana ndio. uh -huh. kijiko kimoja tu, kijiko kimoja tu. mm. kwenye mlo mm. mafuta kwa mtu mmoja isizidi kidole chako gumba. oh. wakati mafuta yanapita kwenye mshipa ya damu uh -huh. yanaganda humo. Ah, ndio ile lehemu sasa. hey. sasa ukila kwa wingi ile uh -huh. mishipa inaziba. haya. naika maharage yetu. Chumvi kiasi gani? Chumvi unatakiwa usizidishe kijiko kimoja mm. kwa siku, kwa una milo mitatu kwa siku, kwa hiyo okay. mlo mmoja usizidishe 1/3 ya kijiko okay. Sawa, kwa siku mtu mmoja usizidi kijiko kimoja cha chai. Maharage tumeweka tu kijiko kimoja cha mafuta mm. na mafuta tulioweka ni mafuta yanayomiminika sio mafuta ya wanyama, kwa sababu kuna tofauti kati ya mafuta ya wanyama mm, na mafuta ya mimea. Kwa hiyo ili ni kupunguza uwezekano wa mafuta kuganda kwenye mishipa yako ya damu mm, inashauriwa utumie zaidi mafuta ya mimea badala ya mafuta ya wanyama. Sasa hapa kwenye marage tuna tunaongeza binzari, hiyo binzari manjano aina neno inasaidia kuleta ladha kwenye chakula sawa sawa. Kwa hiyo hapa tumeweka yeah, mafuta kidogo, vitunguu

Naenda kuandaa yule samaki wa kuchoma kuchomanyie mm, mtaendelea na hiyo mboga so. Nikirudi najua mambo yatakuwa ameshakuwa tayari, tutaenda mezani okay. Samaki wetu wa kuchoma wameshakuwa tayari sasa, tunakwenda kuweka kwenye sahani tayari kwa ajili ya kwenda mezani.

Tuanza, okay, vitu vile vigumu vigumu kidogo, mm, tupate muda wa kuiva sawa. Karoti, hey, mi natumia karoti kila siku yeah. Mm. Hey. Lakini hata mi karoti natumia kila siku hiyo, kwenye maharage, mm, hiyo kwenye mayai yeah, kwenye nyama natumia hata mboga za majani au hata mm. Mm, kutafuna hivi hivi. Kwa hiyo hapa tuongeze chumvi yetu kabisa, eh? Sasa hivi tunaweka cabbage ambayo imekatwa kwa mapande mapande, yaani iwe ni hoho, vitunguu, nyanya zote zimekatwa kwa mtindo vipande vipande, yani kwa mtindo wa aina moja. mm -hmm. Kwa hiyo sasa hapa tumeweka tuna cabbage, tunaweka hoho mm -hmm. yote, kwa sababu hivi vyote havichukui muda jikoni okay. mm -hmm. Hii ni ku, ni kuonyesha kwamba unatakiwa kula mboga nyingi sana mm, kuliko uwanga ndio, ah. ingekuwa hapa wingi kwa mimi hapa, hili limejaa ubwabwa hivi, ai so, zinakupa vitamins, mm, zinakupa fiber mm -hmm. na minerals watazamaji, okay. tunaendelea na mapishi yetu ya hizi mboga, tunaongezea huko karanga, mafuta peanut bata kidogo kwa ajili ya kuikipa chakula ladha inayotakiwa, siage karanga. kama unavyoona, sio sio kwa wingi, ni kidogo tu. Najua mwili unajua ni chakula cha aina gani unakula, kama hakina ladha, na ubongo unajua hii chakula nakula hakina ladha, kwa hiyo mambo kwenye tumbo hayaendi vizuri kama yanavyotakiwa. Profesa, naona unaendelea vizuri. Nakaribia kuhitimisha, bado kidogo tu. Mimi nimetoka kule kwenye nyama, inaendelea vizuri. Samaki kwenye samaki, naona niandae matunda wakati kule nako kuna malizia, alafu tutakwenda kuchukua. Sawa, hapa bado dakika chache tu, tutamaliza, tutakuwa tayari. Eh, sawa sawa. Na kama mlivyoona, hizi mboga hatukuweka maji, umepika hivyo hivyo. Watu wengine wanaweka maji, alafu yale maji, wengine hata ale maji wanamwaga Mm. Ukimwaga zile vitamin C ambazo ziko kwenye hizi mbogamboga unazo unazimwaga. uh -huh. vitamin B, C na E, zile mm. ni water soluble. Okay. Na water soluble ina maana yake kama ukipika ni umeweka maji kwenye hicho chakula na nini, mm. ile vitamins zina dissolve kwenye yale maji, kwa hiyo ukimwaga yale maji na vitamins zinakwenda. sa, sa. ni vizuri kutumia hivyo vyakula bila kuongeza maji na kama umeongeza maji mm. usitupe

kula vyakula ambavyo vina nyuzinyuzi nyuzi kwa wingi okay. na ndio sababu ukiona kama kwenye sahani yangu kuna haya maharage yana nyuzi, nyuzi. Haya mboga mboga zina nyuzinyuzi na kadhalika, na kachumbari hizi Nt nataka za kunitosha kwa sababu We... najua, yeah. nazihitaji kwa sababu ya fiber mm. natuwafundisha watu lazima, na mimi mwenyewe ni practice na, na wengine huwa tunatabia kuweka mafuta ya ya, ya mzaituni kidogo kwenye kachumbari. Hiyo ni sahihi e, haina neno. haina neno mafuta kama mengine yetu, lakini yasiwe mengi, uyahesabu kwenye ile kiwango cha mafuta ambacho nimesema kizidi kidole chako mm. gumba kwa mlo. chakula kizuri sana mm. chakula kitamu mm. sana ahi aina ya mafuta iliyoko kwenye samaki kuna, mm -hmm. aina ya mafuta ambayo ni muhimu mwilini mwako, mwili hauwezi kuyatengeneza ah. mm. na ndio sababu watu wanashauri kama ni nyama mm. uchague samaki badala ya nyama za kawaida. Chagua maji safi na salama kuwa kinywaji chako, uh -huh. kila siku. Maji ni muhimu kama sehemu ya mlo, kwa sababu maji yana kazi nyingi mwilini mm. moja ya kazi kubwa ya maji ni kusaidia katika uyeyushaji wa chakula kama umekula chakula unatakiwa umalizie na glasi ya maji, unakunywa baada ya mlo. Na hata ukinywa funda mbili tatu wakati unakula mlo wako hmm. sio mbaya, kwa sababu inasaidia kulainisha chakula ikisaidiana na mate hmm. na maji maji mengine yaliyoko kwenye mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Watazamaji wetu, na tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha lishe bora ni mtaji. Pamoja nami nilikuwa na Profesa Andrew Swai, yeye ni daktari bingwa mstaafu lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Wagonjwa wa Kisukari, na tulikuwa na Dada Maria, yeye ni mtaalamu wa lishe bora kutoka TFNC. Mpaka wiki ijayo sana wakati kama huu nilikuwa nami Marian Elias, ila tukumbuke lishe bora ni, ni mtaji, mtaji. Wiki ijayo katika lishe bora ni mtaji, tunaandaa mlo maalum kwa ajili ya wazee. Na kwa watu wazee, tunaangalia ni virutubishi gani anavihitaji. Tutawaonyesha ni namna gani ambavyo wazee wanahitajika kula ili waweze kuwa na afya. Ukiangalia kwenye hivi vyakula vilivyoko hapa, vina virutubishi vyote vinavyotakiwa katika kujenga afya bora. Sahani hii moja kwa mtu mmoja ni shilingi elfu mbili na mia mbili hivi unavyoiona, ehe. Lishe bora ni mtaji.